Kuna wakati maisha yanakaa kama mlima mrefu. Kila hatua inauma, kila kupumua ni vita. Lakini unajua nini? Hapo ndipo hadithi yako inaanza kuwa ya kipekee. Kila roho duniani imeandikiwa safari. Na safari yako haijawahi kuwa makosa. Imechorwa na yule anayejua siri za mioyo, yule anayepindua giza na kulifanya nuru. Labda leo umechoka. Labda una maswali ambayo majibu yake yamejificha. Lakini Allah amesema, na Mola wako si dhalimu kwa waja wake. Hiyo ina maana moja, kila kilichochukuliwa kilikuwa cha kukuinua na kila kilichocheleweshwa kilikuwa cha kukulinda. Watu wanaweza kukuacha. Lakini Allah haachi. Dunia inaweza kukukatisha tamaa. Lakini Allah hakati tamaa juu yako na wakati mwingine unavunjika ili ujengewe upya kwa njia bora zaidi. Angalia nyuma, mambo uliyopitia hujayavuka kwa bahati. Kila majeraha ni ushahidi kwamba uliishi, ulipambana, na bado unasimama. Hii ni neema. Sasa chukua pumzi, shika imani yako kwa nguvu, kwa sababu hatima yako haipo mikononi mwa mwanadamu, haipo kwenye bahati wala mazingira. Iko kwa Mwenyezi Mungu, yule anayefungua milango hata ukiona kama ukuta leo. Sema moyoni mwako: ewe Mola, nipe nguvu ya kusubiri, subra ya kubeba na imani ya kuamini kuwa kila hatua yangu iko chini ya rehema zako, na utembee mbele, kwa sababu safari yako bado ina sura nzuri sana ambazo hujaziona. Asante kwa kutazama Soul Reflection.